Jamana, pan wana mwili ndio ile, naenda na we umesimama. Eh, tuende huko penye hiyo gari, usikonge mtu songa tunataka kuongelesha rasto rasto rasto waambie mtu wa hasi afate pesi yangu asinipite oli muno asobolere mundu wa hasi huyo akembore maana sasa imbere kidogo yema sasa hasa ndinyakora mwesia mwami nitakuwa mbele, sasa nitaomba yeah. tu masakanda. Ah uh, kwa hivyo mtazamaji, vile nimeweza kupatia picha taswira kamili ni ma- maandalizi tu ya kutoka katika makafa yano ambapo mwili E, ushaweka katika gari la kusafirisha mili ambayo itakuwa inatoka moja kwa moja katika makafa yano ya hospitali ya rufaa ya kaunti ya Kamega kwenye hifadhi kuu, na taswira tu kamili jinsi mambo yalivyo, e, taswira kamili jinsi mambo yalivyo na jinsi hali ilivyo, e, katika hospitali ino ama katika msafara huo.

Uh, bila shaka mtazamaji, vile ninakupatia taswira kamili jinsi mambo yalivyo, ni msafara tu wa uh, kutoka katika makafa yani, hospitali ya rufaa ya kaunti ya Kakamega. Ukiangalia hapa mbele kunalo gari la mzee, songa songa, twende tu, kunalo gari la mzee ambalo liko hapa ambalo amekuwa akitumia sana, linajulikana sana, maanake amekuwa amelihenzi ile gari sana. uh, ni taswira mambo yalivyo kutoka katika makafa yani, hospitali ya rufaa ya kaunti ya Kakamega. Ee, mzee vile ni... vile ninaweza kupatia taswira songa mbele, ee, ni kwamba amekuwa mtu e, ambaye atasalia katika kumbukizi na nyoyo za wengi kulingana mchango wake katika ulingo nzima wa elimu ulingo mzima wa elimu leta yako mzee jamaa ulingo mzima wa elimu na vile vile vile mambo yalivyo na vile hali ilivyo vile nimeweza kupatia taswira vile hali ilivyo hapa sasa, itabidi hiyoko veuse kwa sababu